Baada ya siku kadhaa za mashambulizi yake bila mafanikio makubwa, hatimaye sasa Iran imeweza kusababisha uharibifu mkubwa nchini Israel baada ya makombora yake kupenya ngome za anga za nchi hiyo na kugonga maeneo kadhaa. Nguvu ya mashambulio ya Iran ilikuwa imepungua ikionekana kuwa dalili ya mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya jeshi la Iran. E, ilikuwa ni ndogo sana. Sasa serikali ya Israel ilikuwa imetangaza kulegeza masharti kutokana na baadhi ya vikwazo vilivyowekwa kwa sababu ya vita. Mashambulizi ya asubuhi ya leo yanaonyesha kuwa Iran bado ina uwezo wa kurusha makombora ya uwezo mkubwa na kusababisha madhara. Maeneo yaliyopigwa ni pamoja na kituo cha matibabu cha Soroka katika mji wa kusini mwa Beersheba ambapo kipo huko Holon ambapo pia kombora uh, lilitua kati ya majengo na Ramat Gan yote, eh, katika mji wa Tel Aviv. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Iran ilisema kuwa lengo la Beersheba ni kile kilichosemwa kuwa ni shabaha ya kijeshi karibu na hospitali hiyo, lakini Sharon Haskel naibu wa masuala ya kigeni wa Israeli aliyeshutumu Iran kwa kuilenga hospitali ya Soroka kimakusudi. Haijabainika ni maeneo gani yaliyoshambuliwa katika miji mingine iliyoathiriwa, lakini Iran imekuwa ikijibu takriban wiki moja mashambulizi ya anga ya Israeli kwenye maeneo ya kijeshi na nyuklia, vituo vya nishati viwanja vya ndege, majengo ya serikali na pia maeneo ya makazi. Iran imesema kuwa hivi ni vita vya uchokozi na kwamba ina haki ya kujilinda. Mtazamo wako uko vipi? Maoni yako ni jambo la msingi sana, niandikie chini ya video hii. Jina langu naitwa Jimson Natson.